Mimi nina imani, nina imani sana kwa idadi ya wakuu wa shule mliopo. Hebu tusimame wakuu wa shule wote, walimu wakuu na wakuu wa shule, shule za msingi na sekondari, kwa idadi yenu na miongoni mwenu wengi mnawafahamu. Kama tutajipanga vizuri, tunaweza kwenda kubadilisha maisha ya Warufini. taifa lolote duniani kupiga hatua ni lazima nyinyi viongozi muamue kufanya maamuzi magumu. Hasa ni waombe wakuu wa shule na walimu wakuu, amueni sasa kubadilisha maisha ya Warufiji, amueni. Sisi Warufiji tunawategemea sana ninyi, mtusaidie kuwaongoza wengine, sina wasiwasi na kila mmoja wenu kwa namna ambavyo mkurugenzi aliona ninyi mnafaa kutusaidia. Niwaombe sana kwa niaba ya warufiji wote duniani, niwaombe sana, fanyeni kazi hii kama ibada. Nikiifanya peke yangu kwa kuleta fedha kujenga miundo mbinu bila ninyi kuwa na utayari, itakuwa ni kazi ya bure. Leo tumesimama hapa tunasema tumejenga shule za msingi sitini na tatu kati ya 18 19 zilizokuwepo. Tumejenga shule za sekondari karibu ishirini. Tumekarabati na kujenga madarasa mapya chungu mzima wilaya ya Rufiji. Miundombinu pekee haitatosha kubadilisha maisha ya Warufiji. Huo ndio ukweli. Miundombinu pekee haitoshi kubadilisha maisha ya Warufiji. Ni lazima sisi wenyewe tuwe na utayari. Ni lazima ninyi walimu muamue. Ni lazima ninyi wakuu wa shule muamue, niwaombe, amueni sasa, amueni sasa, na hili mnaliweza. Kila mmoja wenu aamue sasa, kusema kwamba ameamua kwenda kuwasaidia watoto wa Rufiji. Niwaombe tuamue, wakuu wa shule, tuamue, tuamke.